Masogange amefikishwa mahakamani hapo akitokea kituo cha polisi kati ambako alikuwa akihojiwa kuhusu dawa za kulevya tangu Februari 14 mwaka huu, ambapo wakili wa serikali Konstantin Kakula amedai mbele ya hakimu mkazi Wilbard Mashauri kuwa katika kosa la kwanza, mshtakiwa alitenda kosa hilo kati ya Februari 7 na 14 mwaka huu maeneo yasiyofahamika jijini Dar es Salaam. Kakula amedai kuwa Masogange alitumia dawa za kulevya aina ya heroin kinyume na sheria, na katika shtaka la pili kati ya Februari 7 na kumi na nne mwaka huu maeneo yasiyofahamika jijini humo alitumia dawa za kulevya aina oxazepam. Mshtakiwa amekana mashtaka hayo ambapo upande wa mashtaka ulidai kuwa upelelezi wa shauri hilo haujakamilika. Wakili wa utetezi ameiomba mahakama kumpatia mteja wake dhamana kwa kuwa mashtaka hayo yanadhaminika na kwamba ni mkazi wa Dar es Salaam, hivyo hawezi kuruka dhamana, ambapo hakimu mashauri alimtaka mshtakiwa kuwa na wadhamini wawili watakaosaini bondi ya shilingi milioni kumi kila mmoja, hivyo ameachiwa kwa dhamana baada ya kutimiza masharti hayo, na kesi imeahirishwa hadi Machi 21 mwaka huu kwa ajili ya kutajwa. Wakati huu katika mahakama hiyo raia 14 wa India na wafanyakazi wa kampuni ya Quality Group inayomilikiwa na mfanyabiashara maarufu Yusufu Manji wamepandishwa kizimbani wakikabiliwa na mashtaka matatu likiwemo la kugushi visa ya biashara. Akisoma mashtaka hayo, wakili wa serikali Methodi Kagoma alidai mbele ya hakimu mkazi mfawidhi si huwa katika mashtaka ya kwanza kuwa washtakiwa walitenda kosa hilo Februari 13 mwaka huu maeneo ya kampuni ya Quality Group wilayani Ilala, mkoa Dar es Salaam, ambapo walikutwa na viza zilizogushiwa kinyume cha sheria ya uhamiaji ya mwaka elfu mbili na mbili iliyofanyiwa marekebisho na sheria namba 8 ya mwaka 2015. Kagoma alidai katika shtaka la pili, kwa washtakiwa wote kwa pamoja, katika tarehe hiyo hiyo mwaka huu, maeneo ya kampuni ya Quality Group, walikutwa wakiishi nchini kinyume na sheria, na shtaka la tatu inadaiwa, washtakiwa wakiwa katika kampuni hiyo hiyo, huku wakijua kuwa wao ni raia wa India, walikutwa wakifanya kazi nchini kinyume na sheria ya ajira namba moja ya mwaka 2015. Washtakiwa wote walikaa na mashtaka na kwamba upelelezi wa shauri hilo umekamilika. na akimu mkeha aliwataka washtakiwa kila mmoja kuwa na mdhamini mmoja atakayesaini bondi ya shilingi milioni tano, pamoja na washtakiwa wenyewe kila mmoja atasaini kiasi hicho hicho cha fedha. Kesi hiyo itatajwa Machi 7 mwaka huu kwa ajili ya washtakiwa kusomea maelezo ya awali kutoka katika mahakama ya kimumkazi Kisutu. Jiji ni Dar es Salaam, mimi ni Fosaro wa ITV.